Nchini Uturuki, mamlaka zimeamua kuachana na mabango ya kawaida ya maonyo na kuanza kutumia mabaki halisi ya magari yaliyopata ajali kando ya barabara kuu, ambapo mbinu hii ya kipekee imelenga kuwashtua madereva na kuwafanya wajionee wenyewe matokeo ya uzembe barabarani. Sasa mamlaka hizo zimeamua kuchukua hatua hii kwa sababu, wanaamini kwamba gari lililoharibika linafikisha ujumbe wa haraka na kwa nguvu zaidi kuliko bango lolote la picha, kwa sababu ni mbinu ya moja kwa moja inayokusudia kumshtua dereva arejeshe wake. Lakini pia badala ya dereva kusoma onyo la kufikirika, mbinu hii inabadilisha dhana ya hatari kuwa kitu ambacho ubongo na kichukulia kama hali halisi badala ya nadharia tu. Mara nyingi madereva hupuuza alama walizozizoea, lakini hawawezi kupuuza matokeo halisi yanayoonekana kwa macho. Lakini pia katika ulimwengu wa sasa uliojaa usumbufu, kitu halisi na chenye kutisha kama gari lililopondeka kina uwezo mkubwa wa kumlazimisha dereva kuzingatia usalama. Muundo bora wa usalama hauombi umakini, bali unauteka papo hapo ili kuokoa maisha. Mbali na Uturuki, nchi nyingine ambazo zinatumia mbinu hii ya kushtua barabarani ni Australia, Thailand, India pamoja na Urusi. Sasa swali kwako mtazamaji, je, unaona mbinu hii ya Uturuki ya kuweka magari halisi yaliyopondeka kando ya barabara zetu, kama barabara ya Morogoro au Iringa, hivi inafaa iletwe Tanzania ili kukomesha ajali? Dondosha maoni yako kwenye sehemu ya comment. Jina langu ni H+ na hii ni Global TV. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora, hahapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina. Lifti za kisasa za kupeleka kwenye flo kumi na tatu zenye vyumba zaidi ya mia moja vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe. Kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya chovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Paroti Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.